Kwa majina anaitwa Christopher Matias Matebe. Mimi ni kaka wa MC Pilipili. Yeye ni mtoto wa pili, mi mtoto wa kwanza. Na kweli tumesikia habari za kifo chake, kufariki lakini pia kuna matangazo mengi imejitokeza, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Kwa mimi kama, uh, kwa niaba ya familia ake mkubwa tunatoa tamko kwamba MC uh, Pilipili kilichosababisha kufariki ni, ni majeraha ya kupigwa. Amekutwa uh, uh, akiwa na majeraha ya kupigwa, na hicho ndicho ambacho kimeweza kusababisha uh, kifo chake. Lakini pia tunashukuru sana sana kwa hospitali uh, ya General, vile ambavyo alijitoa kutusaidia.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 sisi kama familia alikuwa anatupenda pia. Kwa hiyo hebu njoeni tuweze kumuaga vizuri, njoeni tuweze kumshangilia vizuri anapomaliza safari yake ya hapa duniani. Kwa hiyo ninashukuru sana na Mungu awabariki sana. Baada ya uh, kukuta sasa mwili wake na majeraha, kama familia ni akiwa vipi ambazo mmechukua kwa wa kushirikiana sasa, na kwa kifupi kwa likiasema kwamba tumeachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria ki, kwa hiyo tumewaachia serikali kwa taarifa yeah. Ambazo labda kama familia mnazo tangia safari yake na kuja Dodoma, na mpaka anafika na huko alipokuwa, na tofauti yoyote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao, ama hamna taarifa yoyote ambayo mmepata? Kwa kweli hatukuwa na taarifa yoyote kwamba labda MC Pilipili alikuwa ana na ugomvi na mtu MC Pilipili alikuwa sio mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani uh, mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu uh, uh, atakuwa kusikia kama una, una shida kubwa na mtu. Kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya arusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea alikuja kili na wenzake, kama atuelewe na wenzake lakini na wajua alikuja mauikja nanini kama familia, taarifa mwanzo kabisa ya tatizo kuta pata kwa nani na nani hasa ambaye alipelekwa hospitali na kwenda kuandikisha pale. Mimi naomba niishie kwanza hapo tu, hizo mambo mengine serikali inashurikia amo Maneno asa zaidi. Asante uh, sana, sana. Uh, mke wa marehemu tuko naye hapa nyumbani, hata tulipotoka hospitalini tumeweza kukaa naye kumpa taarifa zote za tukio lilivyokuwa na hata anavyoongea sasa hivi yuko hapa ndani, na sisi kama familia tuko pamoja na yeye katika na kumsaidia katika mambo mbalimbali, hata mambo ya mirathi na vitu mbalimbali, tus tuko tayari kumsaidia, ili yeye apate nafasi kuendelea vizuri. Kwa hiyo tuko sawa kabisa na yeye, hatuna shida onamk